Karibu kufata kipindi chenu kipendelevu kipindi cha tujuze kipindi ambacho kinachopeperushwa hapa kunako Uvira News TV. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV popote pale upatikanapo, leo tena eh, tunakuja kwa sababu ya kuweza kufanya jukumu letu la kuweza kukujuza yale mambo ambayo yamekaa na mishkel sana sana huko kwenye eh, kata zenu popote pale upatikanapo pia na wale ambao wanaendelea kutufuatilia wakiwa nje ya nchi Umarekani, e, South Africa pia Afrika ni kote. Basi, ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, leo tulipata nafasi ya kuweza kupokea vuguvugu e, vugu la kirahia ambalo lilihusikanalo kupinga mambo ambayo siokuwa ya uhaki. Pia tutampokea ambaye atakuwa mgeni rasmi atakuwa ni mratibu wa shirika hilo la kirahia ambalo naitwa kwa jina la Alphonse Mufariji. Tupata kupiga mastori mojawapo, uh, ya hapa na pale na mengi zaidi mbapasha kujua ndugu mpenzi mtazamaji eh, kwa sababu kazi yetu sisi ni kukujuza. Usisahau kushare, kulike pia, kusubscribe channel hii ya Uvira News TV ili uzikuwa kwanza kupata kila notification ya kazi ambazo tunazoendelea kuzifanya. Nite Abubakari Kashindi Kamwanya. Naam, karibu mratibu wa MCLA/RDC na asante sana kuweza kukubali wito wa Uvira News TV kwenye kipindi cha Tujuze eh, bwana mratibu, leo tutaka kutupige stori, licha ya watu wameshazungumza sana, wanaongea hivi na vile. Sasa watu wa Uvira wanabaki katika hali mojawapo ya mtafaruku, watu wanazungumza sana. Kupitia kipindi cha Tujuze na si kazi zetu ni kuwajuza kwamba hali ya mitandao inakuwa dhaifu sana muda wote mtandao unakuwa unajikata kwanzia Vodacom, Africell, Airtel, e pia na mtandao Orange. Ninyi kama shirika la kirahia vipi, ni upi mtazamo wenu kuhusiana na hali hii ambayo rahia wanapitia kwa sasa? Asante na tunasalimu watu wote ambao wanatufuatilia wana wanatusikiliza kwa sasa, ndio kwa majina, mimi ni Alphonse Mufariji ninakuwa mratibu wa uh, vuguvugu la kirahia MCLA inayopatikana Uvira na Kongo mzima. Ndio kutokana na hali ya usalama ambayo hapa kwetu, kwanza kutokana na, na na na, hii hali ilianza tangu tariki 14 15, 15, 15 ndio wapo kulikuwa masasi mengi mm -hmm. na ilifanyika mapiaje mengi ambayo ilifanyika na baadhi ya maskari ambao wana nizamu, tusemi maskari wote kulikuwa baadhi mm -hmm. na tangu ma le 16 lionekana kuna kuwa uh, um, rezo marezo mingi zilizorota. Airtel, Vodacom, rezo zilipotea na zingine marezo, na ilipofika ya kwamba hiyo hali inakuwa inaharibisha maaktivite za watu, utaelewa kwamba kama leo watu wanaishi juu telefoni, yeah. Watu wana, wana, wanafanya makazi kupitia telefoni, na utaenda kujua ya kwamba kwa muda wa usalama mdogo communication inakuwa ya maana sana mm. Watu wanakuwa na besoin ya kujua inchi imeamka je, watu wanaendelea aje? Watu wanaendelea aje? Kata fulani wanaendelea aje? Kavimvira wanaendelea aje? Mulongwe wanaendelea aje? Bukavu wanaendelea aje? Fasi fulani unakuwa unakuta ile ni a travers réseau e, réseau kupitia connection ambayo inatupatia ndio natufanya watu ku, kujua agisi mgine inaendelea yeah. Kukaonekana kama kulikuwa rezo ambazo zine zilikatika gafla, na ile kafanya watu kuangaika sana, na tulipoona sisi kama ile hali, sisi kama watetezi wa raia, tukasema mm -hmm. Kuamba, kimia. Mm -hmm. wa raia ya kwamba hatuwezi tukaekala kimya na ndiwapo tuliona wakubwa wa marezo mm -hmm. juu ya kuambia kwamba raia kwa sasa iko pabaya mm -hmm. kuna wamoja wanakuwa na tatizo hata ya kutoa pesa na umoja unakuwa na tatizo ya kuita. Na katika kuangaika ile, ilifikia wakati rezo zimoya zinapotea kuonekana kama Vodacom, ilikuwa ilionekana na pale pale wa vijana wa rombaya aiza wachuruzi wa wama, wama, makartesimu wa rombaya wenwanaas patriotisme wakapandisha bei ya makartesimu kartesimu ya Vodacom mbei ya kawaida tunauza elfu moja na ikafika mpaka kwelfu tatu elfu ine. Leo mpaka elfu tano e, tuliongea na wakubwa na wakasema kama hiyo mambo watamaliza na nikumbushe kwamba semaine passe tulikuwa tuko na wakuu viongozi wa marezo, na kwanza baadhi ya umoja wa Airtel tuliwaona kwa kutuambia kwamba tuko na tatizo ya kufika, ya kufika muma mumazone ambazo zinachukuliwa na adui na ambapo kuna kuwa mantene zetu makubwa okay. Hakuna namna gani, hakuna namna gisi ya kufika mm. Na usi wakaongeza kusema kwamba kuna baadhi ya, ya vijana walikuwa wajui kama ile mafibre ile masinga walitaka kujua kuboresha okay. No, no. Ya kuboresha mtandao walizania yeah. Kwamba ni singa ambazo zinapatia adui ya bari yeah. Japokuwa ikua kweli walikuwa baadhi ya makozi ambazo walileta kusema kwamba rezo icheze metuliwambia muda mchache waangalie namna gani gisi ya kuboresha mtandao, paske mtandao inakuwa na muhimu sana mu maisha ya jamii. Kuna watu wanafanya business kuchuruza kitu ku telefoni, wengine wanafanya mambo mengi yanapitikana ku telefoni. Na gisi nilisema hapo wale kusema kwamba kazi za mingi kutokana na hali ya usalama mdogo ambao tuko na, watu wako na bezuwa kujua habari, paske watu wote wanapenda tulamke kesho tusikie kama tulipiga adui mpaka kumrudisha kwenye nchi yake. Ndugu wapenzi watazamaji wa, wa Uvira News TV, na mratibu tunasema asante sana kwa kuweza kutoa katika mtafaruku. Ndugu mpenzi mtazamaji, nikujuza kwamba e, kwa sasa yapata wiki mbili na nusu kutoka mtandao Africell uweze kukata kabisa na haupo tena, na pia Airtel ilikuwa imeshafanya uh, siku takriban tano. Orange, wiki moja imerudi jana jioni, na hivi mtandao ambao ulikuwa unatumiwa sana ni mtandao wa Vodacom. Licha ya hivyo, mnamsikia mratibu uh, wa MCLA DRC jinsi anavyoendelea kukujuza kile kitu ambacho tulikuwa katika hali ya mtafaruku tayari ma, ma, maongezi tayari yanaendelea. Sasa, mratibu, hizi hali nyinyi, kama watetezi wa, wa rahia first, nyinyi ndio marahia wa kwanza ambao mna uchungu ya marahia mnafikisha sehemu usika serikali na hizi hali za mtandao unawaza nini kwa sababu ya kuweza kushikia hatua fulani zile nafasi wale wachuzi ambao wanatufanyia mpaka card sim, ziweze kutoka kwenye bei elfu moja hadi bei elfu tano. Na ndio kwa maana tuko nashukuru kwanza kwa hiyo swali. Mm. E, na ndio kwa maana tuko tunakondanewa kwa viongozi aidha viongozi wa nchi yetu, ni tunakuwa na ongozi ambao raia inapita mshida fulani hiyo yeah. Shida inasumbua, inasumbua raia haiko aseme hiyo shida inakuya ni kusema gesi ni katastrofe hapana ni kitu kinakuya kwa mapenzi ya watu hmm. Kamata mfano karte simu watu wanairangua kufodacom kwa te fra katre fran me mtu anajirusu anaandika anaiuzisha elfu ine elfu tano. Hmm, me mpaka sasa tuyaona wavijana wene walikamatwa wafungwe juu ile wizi ee wanaifanya wazi, ndiokomana tuko tunaomba ukuviongozi kuangalia namna gani kuchukua maresponsabilite zao mu mikono. Asikie wakati mambo kama na ile nafanyika mu societe, kenepako kiongozi ambaye anasema mimi napenda raia yangu, wale watu ni kuwatafuta na kuwafunga. Na usi utakumbuka kama kuna kwa usi swala ya ya ya kutoa pesa. Leo mtu anatoa anatoa dala kumi, anatoa dala kumi, anamwambia atoe 10% rezo, inamkata kwanza porcentage yake na 10%, na yeah. Na unakuta, unu, ule naye ajana mwambia ampatie 1%, yeah, na 10% ya ile ya ile ile ile ya, ya, ya dola kumi, yeah. Unaanisha mtu angepeleka dola 10, basha mkula kwanza dola ya kukata dola dola analipa tena pesa juu abampatie sasa pesa dola. Utajikuta, yeah, kama ile nayo ni wizi. Ni wako wanasema kwamba leo pesa hakuna eh, leo mabanki hazifunguli. Me tuko tunajiuliza waku viongozi wanawaza a juu hiyo hali Aiza wa responsable wa marezo hapo, gisi, na watu wa Airtel. Walituambia kama ile mambo, yeah, gisi ya kujueka pamoja kuchunguza maswala ambayo inakuwa ya wizi aidha ya manyanga yenye inaendeshwa ndani ya nchi na wanabakia kimya, na hivyo vitu hivyo vitu, labda hizo hatua zikiwa zimeshikwa sasa na, na serikali nzima kuanzia, kwa sababu sasa hivi tuko na ile hatua, kwa sababu jimbo, ofisi ya jimbo ipo hapa kwetu, na hivyo vitu vinafanyika jimboni. Sema vitu vinafanyika wapi jimboni. Je, mwezi nyinyi kama waratibu wa mashirika za kiraia kuweza kwenda kuongea na serikali kwa sababu hivyo vitu, na wale watu waweza kuchukuliwa hatua fulani, kwa sababu katika hali mojawapo ya, ya hali usalama ndogo, watu bado matatizo ipo kula na mengine tena, wengine wanakuja wanaleta vitu ambavyo ni, ni, ni mzigo kuweza kuwachaji wale watu raia wadogo ambao hawana chochote, hawana eh, nguvu yoyote ya kuweza kujitafutia hela tofauti na na kuweza kucommunicate na ndugu zao ambao wako nje ya nchi. Ndio, ni kweli leo hali iko mbaya.

waheshimiwa kungambo wa kiserikali kuambia kwamba wizi usifanyiki hivi wazi na, na waikale kimya, yeah. Wangalie namna gani gisi watajiimplique na wakati wale wa vijana ambao wanafanya hiyo makazi wakusikia, angalie namna gani gisi ya kuweka sheria, ya kuweka sheria, ya kuweka sheria ifanye kazi, kwa sababu ni bibani sepa, ni wizi, ni wizi nao. wakati mtu anatoa pesa anakuambia nakupatia na katala nasema 10% Eske uko nasema hizo pesa uko naenda ziuza, tuseme par exemple uliziuza hizo pesa tukatali, eske zote zinoko nafanyisha kazi uko naziuza? Kuna ze watu uko nakia fanya depo mm, uko watu wanakia fanya depo, anatia 200 dollars mais mtu akikia kulomba wewe 200 dollars una mm, una mlomba hela mm, sitadiri ukasha kama ni wizi, ene iko nafanyika mjia moya mm, haiza nyingine. Na tutasema kwamba kwanza tunashukuru parce que reseaux zinaanza rudia leo, reseaux zinaanza rudia, zinakuwa bien Airtel rudia jana ah, yeah. Orange, eh, yeah, Orange. Yeah. Lirudia mm -hmm. Ni kusema kwamba tunashukuru kwanza reseu lirudia na kusikia malalamiko yetu na pia vraiment tunawa exiger kuangalia namna gani gisi ya kureminere k ya, kunani ku, mm -hmm. ya, ya, ku, ya kulomba msamaha kwa raia mm -hmm. Parce que wamoja ma, walikuwa na mamega zao yeah. Walikuwa na maminite depuis yeah. Reseu ikatike mpaka leo azikutumikishwa zile expire kuangalia mm -hmm. Namna gani gisi ya kulomba msamaha kwa sababu sisi ndio matajiri wa marezo okay. Sisi ndio tunawapatia kazi, kama si hatujauza vocha au hawatakuwa na kazi mm. Ndio kwa maana tuko naomba waangalie namna mmoja ama nyingine kuangalia gisi gani ya kulomba msamaha, kuangalia namna gani gisi ya ku ya kuangalia gisi ku recompense raia ambayo ilipoteza no, ma forfeits zao no. Na ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, popote pale ambapo unapoendelea kutizama channel yako E, kipindi chako ni tujuze na nikizani, pia umepata kujua mambo mengi, andika kwenye session comment. Je, e, hali ya wachuhuzi wa makad sim pia mitandao wanautu, wanautu, nu, tuzishia, e, megabyte wanafanya kweli kuweza kutuwekea kad sim kwa bei ambayo sio wanayokuwa wakinunua e, huko kwenye majumba kuu ya mitandao basi andika hapo kwenye session comment, kama kitu hiki kitakuwa kimepikia hapo. Unatazama Uvira News TV. Asante.